Jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam limemkamata dereva wa daladala aliyesababisha ajali ya barabarani ambayo imekatisha maisha ya mkuu wa polisi wilaya ya kipolisi Chanika ocd Awadh Chico, na kumjeruhi askari Zubeda Sadala. Dereva huyo ni Elia Asule Mbugi maarufu Dogo Bata, mwenye umri wa miaka ishirini na tano, mkazi wa Segerea jijini Dar es Salaam aliyekuwa anaendesha gari namba T580 EAE aina ya Tata daladala dala, na baada ya ajali alitoroka. Ajali hiyo ilitokea saa moja asubuhi ya Jumatatu Machi 17 mwaka 2025 katika barabara ya Nyerere maeneo ya Pugu mwisho wa lami jijini Dar es Salaam ikihusisha gari aina ya Tata inayofanya safari zake kati ya Zingiziwa Chanika na Machinga Complex Ilala ikitokea Pugu kwenda Gongo la Mboto. Aligongana na gari ndogo aina ya Toyota Prado. Akizungumza leo na waandishi wa habari Machi 30 mwaka 2025, kamanda wa polisi Jumanne Muliro amesema dereva huyo baada ya kusababisha ajali hiyo alitoroka na kuelekea Mbalizi jijini Mbeya alipokamatiwa. Namnukuu, mtuhumiwa huyo alikamatwa na makachero wa Polisi Kanda ya maalum wa Dar es Salaam Machi 27, huko maeneo ya Mbalizi mkoani Mbeya baada ya kusababisha ajali na atafikishwa mahakamani haraka iwezekanavyo, amesema Muliro.